Na mtazamaji uwanja wa chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga leo ulifurika maelfu ya watu waliohudhuria ibada ya wafu ya marehemu Raila Odinga. Hafla hiyo iliongozwa na kanisa pia ilisheheni itikadi za kitamaduni ambapo wazee wa jamii walifanya matambiko, na Laura Otieno anatupambia taswira kamili ya mazishi ya Raila Odinga huko Bondo. Saa kumi na mbili asubuhi Jumapili, halaiki ilifika katika uga wa chuo kikuu cha Jaramogi tayari kutoa heshima zao za mwisho. Halaiki kutoka kona zote nchini walimiminika. Maafisa wa usalama kutoka vitengo mbalimbali wakiwa na wakati mgumu kuelekeza waombolezaji. Mimi sikuona yeye, lakini jana niliona yeye, lakini baada ya kuona yeye nilikuja mpaka hapa Bondo. Saa hii bado niko Bondo mpaka Bondo amezikwa, lakini mimi naomba watu wa ODM wakumbuke Raila na kama, kama unajua Raila niyo ya ukweli, unajua Raila yenye amekufanyia, hata bibi na watoto, tafadhali chama ya Raila isikufe. Aya, na tutafuta, tutafuta hey, vile aliwacha sisi tutafuta hiyo. Tulitoka jana apa saa 4 tukafika hapa saa kumi na mbili wapi? Leo asubuhi hatukulala. Sana, sana, sana, madam, sana. Saa tatu asubuhi uh-huh. Mwili wa Odinga ulitolewa nyumbani kwake Opoda, aste aste, msafara ulijitandaza katika barabara ya Usenge kwenda Bondo, wengine wakiwa kando kando ya barabara. Viongozi mashuhuri pekee ndio walipata nafasi kukaribia jeneza kabla ya kanisa la Kianglikana kuanza ibada ya wafu. Satana zindwe. Itikadi za tamaduni za Kiluo pia zilifanyika ambapo wazee walipata nafasi ya kutamka matambiko maalum kumtaki ya kumtakia heri mwenda zake. <coughs> Saa kumi unusu mwili wa Odinga uliondoka katika uga huu kwa mara ya mwisho. Wenyeji walishuhudia safari ya mwisho ya kinara wa chungwa. Halaiki ya watu ilifika hapa kumpa mkono wa buriani Raila Odinga aliyetajwa kama baba wa demokrasia. Huku kifo chake kikiacha pengo kubwa, wafuasi wake wakitaka kujua ni mkondo upi watachukua. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.